Wapendo wa taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo, yeah. Nasikitika kwamba nimeongea muda mrefu wakati wa tafakari kiasi cha kuchukua nafasi na muda wa wengine na muda wenu, na nawezekanaa, niliposimama nasogea hapa, watu walikuwa wa wanashangaa iua nashangaahuyu anakuja kufanya nini tena. Basi <laughs> tunakukaribisha Baba Safari, na tunakushukuru kwa moyo wa waamaaliochungula na salamu tutazifikisha kwa babawaama. Naomba mnuruhusu kwa nafasi hii, tumechukua muda, tunaendelea muda wa misa ya pili, lakini basi leo kumekuwa na matukio ambayo kwa namna yoyote yamelazimu kufanya hivyo. Naomba mnuruhusu kwa haraka haraka niseme mambo matatu. La kwanza, nadhani katika dominika ile iliyopita au ile nyingine, mimi na wadhamana tumepokea zawadi. Inawezekana mapadri wa hapa huwa wanapokea na wengine basi, lakini nadhani na sisi tulipata nafasi hiyo kupokea zawadi maalum eh, ajili yetu mimi na baba mwadhamu. Kumbe naomba kwa niaba ya baba mwadhamu na kwa niaba yangu nitoe shukrani kwenu mapadri wa parokia hii, waweko wakfu na waamini wote, kipekee waamini jumuiya ya zamu ambao waliandaa zawadi hiyo. Asanteni sana sana sana tena sana, sana. La kwanza la pili, tunapenda kutakia matashi mema mheshimiwa sana Fauzi Mchungwa kwa kazi njema uliyoifanya. Mimi nimewahi kuwa paroko hapa, baba Luchungla amekuwa paroko hapa na sasa baada ya Safari. Ni kweli sasa nimeamini kwamba tunapeana vijiti, sisi ni wapita njia, lakini basi naendelea kukili mbele yenu, baba Luchungla amefanya mengi na tumeweza kuonja ule moyo wa baba. Basi tunakutakia matashi mema katika utume na shughuli zako huko utakokwenda nje ya nchi kwa ajili ya kuhubiri Injili na nitazifikisha salamu zako kwa mwadhama baba Kardinali. Asante sana baba Ruchungula. Kwa hiyo tunatakia baba Ruchungula kila jema, lakini pia tunakutakia baba Safari matashi mema katika ofisi yako mpya ya uparoko katika parokia ya Mtakatifu Teresa mtoto Yesu. La tatu na la mwisho, kwa kweli nawatakieni matashi mema ya sherehe za Noeli na sherehe zijazo. Asanteni sana Mwenyezi Mungu azikubariki.